Sintokuja kuongelea hili swala tena, jamani. JWTZ hawana utaratibu wa kutoa majina, labda miaka ya mbeleni au mwaka huu mambo yabadilike, lakini kwa miaka ya nyuma JWTZ hawatoi majina, lakini utaratibu wao au mchakato wao upo fair sana, wapo vizuri na umakini mkubwa unazingatiwa lakini kuhusu swala la aliyechaguliwa huyu, hajachaguliwa, ni mamlaka husika wenyewe ndio wanafahamu. Lakini ushauri wangu, kama wewe kijana una ndoto za kuingia JWTZ, huu ni muda wa kujinoa. Mimi nakushauri, chukua tangazo la kuandikishwa jeshini mwaka huu lisome, alafu vile vitu au vile vigezo vinavyotakiwa vizingatie. Hii itakusaidia sana na kuongeza uwezekano wako na itakusaidia mbeleni. Share video hii, lakini pia usisahau kusubscribe.